Halo, habari. Tuko mtandao Makazi, kwa jina naitwa Mr. Gama na leo tunawaletea nyumba yetu ID namba moja tatu sifuri nane tano. Hii ni nyumba ambayo ni uh, classical contemporary style building. Ni nyumba ambayo nzuri ya kupendeza, mwonekano wake ni amazing sana, nyumba ambayo imedesigniwa kwa mtindo wa aina yake. Hii ni nyumba ambayo ina jumla ya vyumba vinne kulala inatumia jumla ya tofali elfu mbili mia saba tisini na nne kwa ajili ya kuta na tofali elfu moja mia tatu arobaini na tano kwa ajili ya msingi na bati zilizopungua zilizopungua 152. Hii ni nyumba kidogo ya, ya gharama za juu kidogo, sababu ni nyumba ambayo ina muonekano tofauti. Nyumba kubwa, ina nafasi ya kutosha, na kama kuja kuona picha hapa zinaonyesha in, jinsi nyumba ambavyo ilikuwa imedesigniwa katika muonekano wa kipekee yake Madirisha makubwa, milango mikubwa, vyoo bachi. Uh, lake limetulia sana. Nyumba ambayo ina mazingira ya kutosha, kama unakuja kuona, ina milango mikubwa ya vyoo. Nyumba kweli, hii nyumba ni nyumba ambayo kati ya um, nyumba ambazo zimekuwa uh, zina design ya pekee basi, hii ni mojawapo ya hizo nyumba, na hii nyumba yetu sasa imedisainiwa na nyumba bora ambaye ndio ni designer wa hii nyumba yetu yenye muonekano wa kupendeza, na hii nyumba ni nyumba ambayo inatoshelea kukaa familia moja, sio nyumba ya ghorofa. Na sasa tuje kuangalia moja kwa moja tuone ramani ya nyumba kama unavyokuja kuona uh, jinsi ya ramani ilivyo, na kama alivokuja kuona picha uh, za kwenye uh, mii, hii nyumba yetu uh, ni vitu ambavyo vinaonyesha description ya hii nyumba. Kama unakuja kuona nyumba yetu imekaa umbo fulani, kama hero, na ukija kuangalia kwenye ramani yetu hapa, inajionyesha kama hero shape, na hii ni unique design ya hiyo nyumba. Sasa moja, moja kwa moja ukuja tuangalie kwa ramani ya ndani sasa, jinsi ilivyo mpangilio wa vyumba na um, tofauti tofauti za hii nyumba sasa, ukuwa unaingia kwenye hii nyumba yetu hapa, moja kwa moja utaingia kupitia hii front veranda. Veranda, front veranda kama unavyokuja kuiona hii front veranda ndio entrance ya hii nyumba kwa hapa mbele, na kwa uh, upande huu ubavu, uh, wa nyumba kama unavyokuja kuona hii hapa, hii uh, ni uh, tunaita ni pagora ni uh, design fulani hivi ambayo inakuwa ni uh, at the top, ambayo inafanya nyumba hiyo na muonekano mzuri wa kupendeza. Sasa tuje moja kwa moja tuingie sasa kwenye, uh, kwenye hii nyumba kwa kupitia sasa uh, hii front veranda hapa mbele ukiingia kabisa hapa ka, ka, unakuta una uh, hii ni ni kama kikodo hicho ambacho cha kuingia na cha kuingilia ndani ya nyumba, ambapo sasa moja kwa moja ukiingia hapa unakutana na living room, yani sebule ambayo kubwa, ina nafasi ya kutosha. Mbele ya sebule hapa sasa, kuna dining room kama unakuja kuiona hapa sasa ha, dining room kuna kistoa hapa kidogo, kuna jiko hapa kubwa kama unavyokuja kuona hapa, halafu kwa hapa kwa nyuma kuna hii kiveranda ya jikoni, nayo ni entrance ya ndani kwa upande wa, wa nyuma ya nyumba, na hapa kuna then kuna e public toilet, kuna chumba kwa ajili ya kufulia, chumba cha laundry. Alafu baada ya sasa hichi chumba cha laundry, kuna hivi vyumba viwili hapa ambavyo vimekuwa separated. Ni uh, chumba cha kwanza ni boys bedroom, yani chumba ambacho kama umejenga uh, ni chumba ambacho watakaa watoto wa kiume, ni chumba ambacho kuna na, na choo yake, na opposite yake kuna guest room, ni chumba ambacho uh, cha watoto wa kike na pia kuna hichi chumba kingine ambacho uh, ni study room, chumba kwa ajili ya kusoma kama ni wewe mwenyewe au ni mtoto unaweza kutumia kwa ajili ya kusoma pamoja. Sasa na uh, kuna hichi chumba ambacho sasa ni kikubwa uh, chenye nafasi hii ni master bedroom. Hii master bedroom sasa ni master ambayo ni kubwa yenye nafasi sababu ina partition tofauti tofauti. Kuna hapa dressing room, sehemu yake ya, ya kuvalia uh, nguo pia uh, sehemu yake ya ya, ya, ya choo. Kuna jacuzzi una sehemu apanaaweka jacuzzi taka kuoga uh, una choo kubwa chenye nafasi. Nyumba yetu kama unakuja kuiona hapa, kuja kwenye ramani um, kama unavyokuja kuiona hapa ndo uh, hii kama nilivyokuelezea kwenye ramani hii, ile pagola ni, ni, ni, ni, ni shape flani hivi ambayo ina uh, inafanya top yake iwe kidogo design flani hivi na kishnakshi, alafu kuja kuona hapa um, sasa uh, ichi ndio ki entry veranda cha mbele kabisa, alafu kwa uh, upande huu huu uh, ndio ule upande wa master bedroom, kama unavyoweza kuona nyumba yetu design yake kama ulivyoona awali ni uh, design ya unique kabisa. Sasa tuje kuangalia sasa eneo la kiwanja ambayo uh, inatosheleza kujenga hii nyumba yetu na eneo ambalo ina cover nyumba uh, yetu sasa. Hii nyumba floor coverage yake ni takribani square meter 220 ambayo ina urefu wa uh, mita 18 na eneo sasa jenga hii nyumba ni eneo ambalo la, la mita 22.5, na eneo la, la kiwanja cha kujenga hii nyumba hii ni, hii eneo ni eneo la urefu Kiwanja ambacho inatosheleza kujenga nyumba ni eneo lenye urefu usiopungua mita ishirini na mbili point tano na ukubwa wa kiwanja sasa kwa minimum size, ni, uh, square mita mia tano hamsini na kwa upande wa marefu hii nyumba yetu ina urefu wa mita kumi na saba na kwa upande wa kiwanja sasa kiwanja ambacho tunatakiwa kujenga nyumba ni kiwanja ambacho kisiopungua mita ishirini na moja point tano na kama sasa unataka eneo la kujitosheleza kidogo, basi minimum lot size yako iwe Uh, square mita mia nane themanini. Sasa ukuja kuja kuangalia hapa, tuna details kaza wa kaza ambazo zinakuja zinaonyesha kwamba nyumba yetu ina nini na nini humu ndani. Kuja kwenye website yetu, kuja kuangalia hapa, utakutana na full details kwamba, kama tulivyosema, ina bedrooms kwa ujumla nne, um, ina dining room moja na living room moja, na naza details zitazikutana. Sasa moja kwa moja twende kwenye makisio ya gharama kwa upande wa msingi, upande wa kuta, upande wa zege na upande wa bati. Hizi ni gharama ambazo zimewekwa katika maduka um, ya kawaida kutumia um, mafundi wa kawaida na hizi gharama zinakuwa zinaweza zikapanda au zikashuka inategemeana na eneo na inategemeana na wewe vifaa kununua. Kwa sasa pia tuone kwenye upande wa foundation, hii nyumba yetu inakosti takriban dola za kimarekani elfu sita mia nne sabini na sita na kwenye ukuta inakosti dola za kimarekani elfu nne mia nne sitini na moja na kwenye zogo, kwenye zege inakosti ina, ina dola za kimarekani elfu tatu mia moja hamsini na saba pamoja na bati au roofing tunasema, ina cost dola za kimarekani elfu nane mia nne themanini na moja. Na utakuja kuona toto ya gharama zote ambazo kwenye msingi um, pa kuta na zegi wenyewe tunasema ni boma kosti ku, ya kujenga boma la nyumba ni takriban milioni hamsini na mbili za Kitanzania ambayo ni sawa na uh, paundi kama elfu kumi na sita na unaweza kuja kucheki hapo different currencies gharama zake. Kwa hiyo nyumba inaweza kugharimu bei gani kutokana na pesa unayotumia na kutokana na wapi hupo. Sasa moja kwa moja, sasa tuje tuangalie sasa kwa yule mtu ambaye atasema kwamba yeye hana option ya kujenga kupitia lake ya mfukoni, basi anataka akope benki. Sasa hapa tumetokea makisio ya muda um, ambao wewe labda unataka uh, ukope kuanzia y mwaka mmoja mpaka miaka ishirini na kwa huo muda ambao wanataka uchukue mkopo wako ndani labda miaka labda uh, saba tuseme au miaka kumi basi wanatakiwa uwe na kiasi cha shilingi ngapi kama mshahara na utakatwa kiasi gani kwa kila mwezi ili aweze uh, kufikisha total cost kwa ajili ya kujenga nyumba yetu kwa um, upande wa boma pia kwa yule mtu ambaye hayuko interested na, na mikopo basi ukiingia kwenye website yetu pia kuna different economic activities ambazo wewe unaweza ka invest. Kuna ufugaji wa kuku, kuna kilimo uh. Pia tunakuonyesha hiyo investment yako ufanye katika misimu mingapi, na uh, kila msimu basi uh, uwe umeni ume, ume ngapi as a profit, ili uweze kufanikisha ujenzi wa hiyo nyumba yetu. Kwa hiyo sasa kama utakuwa umeipenda nyumba yetu na umetamani nyumba yako hiyo dream house, unataka msaada basi, wa makisio ya gharama, ramani, usimamizi, vifaa, unaweza ukalipia, kufanya malipo kupitia website yetu kwa gharama unavyoziona hapa. Kwa nchi yoyote ile, kama uko nje ya Tanzania, basi unaweza kufanya malipo kwa njia ya uh, Visa card, Master card, American Express na ukapata full documents ambazo sio chini ya kumi na tano kwa njia ya WhatsApp au email, na kama uko Tanzania pia unaweza apata huo msaada wa usimamizi uh, ama sio gharama pamoja na ramani na kila kitu kupitia njia za malipo za kawaida za M-Pesa, Tigo Pesa na ukapata pia full documents kwa njia ya WhatsApp au kwa email, na kwa mawasiliano za zaidi basi unaweza kuwasiliana na sisi kwa namba zetu hizo hapo chini, basi tukakupa msaada moja kwa moja. Usisahau uh, kupitia kwenye tovuti zetu kupata uh, nyumba nyingine ambazo zina bora hali ya juu, zina uh, designs nzuri za kupendeza kama unavyoiona hii hapa, na pia usisahau kusubscribe kwenye account yetu ya YouTube kwa ajili ya more informations ambazo tunakuletea kila siku na kila siku. Tunakushukuru na karibu sana.